Kata ya Nyakamwaga, Halmashauri ya Wilaya ya Geita, mkoani Geita, imeanza kuweka mikakati madhubuti ya kuinua sekta ya kilimo kwa lengo la kuwasaidia wananchi wake kuachana na kilimo cha mazoea na badala yake kuhamia katika kilimo cha kisasa chenye tija na manufaa makubwa kiuchumi. Hatua hiyo imebainishwa wakati wa kikao cha wadau wa kilimo wa Kata ya Nyakamwaga kilichoandaliwa na Diwani wa kata hiyo, Tumaini Pius Bulebi, ambapo kikao hicho kiliwakutanisha wataalamu wa kilimo pamoja na wakulima wa kata hiyo kwa ajili ya kujadili maendeleo na changamoto za sekta ya kilimo. Basi, awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo katika mkutano huu muhimu kwa mstakabali wa kilimo chetu na maendeleo yetu ya kata yetu ya Nyakamwaga. Nitumie fursa hii kuwapongeza wakulima wote kwa juhudi kubwa mnazozifanya kila siku. Kilimo ndicho uti wa mgongo wa uchumi wetu, chanzo cha chakula, kipato cha kaya na msingi wa maendeleo ya jamii yetu. Bila nyie wakulima hakuna usalama wa chakula wala wa maendeleo ya kweli. Akizungumza katika kikao hicho, Diwani Tumaini Pius Bulebi amesema kuwa kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Kata ya Nyakamwaga, akisisitiza kuwa wananchi wengi wa kata hiyo wanategemea kilimo kama chanzo kikuu cha kipato na maisha yao ya kila siku. Hivyo, ni lazima sekta hiyo iboreshwe kwa kuzingatia mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji na kuinua maisha ya wakulima. Diwani Bulebi amewahimizwa wananchi kuanza kulima kilimo cha kisasa ikiwemo kilimo cha umwagiliaji, badala ya kutegemea mvua pekee, hatua ambayo itawawezesha wakulima kulima kwa uhakika na kuendelea na uzalishaji hata wakati wa ukame au mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakulima wetu wameendelea kulima katika hali ya mazoea, lakini serikali lingana na mifumo na namna sasa hivi ilivyokuja, inahitaji mkulima atoke katika hali ya mazoea na alime kisasa, na kilimo kiwe cha nini, chenye tija. Hayo ndio matumaini yetu. Uboreshaji wa upatikanaji wa pembejeo pamoja na masoko, hayo yote tutaenda kuyasimamia katika kipindi chetu, na wasii sote tuyatekeleze kwa vitendo yale tuliyokubaliana. Hata hivyo, katika kikao hicho, wakulima wa kata Nyakamwaga wameeleza changamoto ucheleweshwaji wa pembejeo za kilimo hususani, mbolea za ruzuku, hali inochelewesha kuanza kwa shughuli za kilimo kwa wakati na kuathiri mavuno. Niangalia Nyakamwaga, Nyakamwaga mwaka jana, mbolea haikufika hata hamsini wakati wa kulima, tumo zaidi ya mia nne kwa sababu ina bei kubwa, halafu iko mbali Geita, ilikuwa iko pale Nyanza. Kwa nani, kwa nani, chama cha ushirika. Na katolo. Sasa mtu kwenda Geita kwenda huko ni mbali, na ndio tumeomba kwamba hivi hizi mbolea zishushwe angalau ziweko hata kilo kumi kumi, katolo za kilo 5 5, lakini zilikuwa za kesh, sio za kunani, za ruzuku zikuwa zinatumika kwa ajili ya kesh. Kwa hiyo unakuta kwamba wakulima hawawezi tutazungumza. Ruzuku mpaka itapita ya Samia, lakini wakulima hawajazitumia kwa sababu zina bei na ziko mbali, na nashauri kwamba hivi hawa maafisa kilimo mwezi eh, wa saba kazi zianze kwa ajili ya kuwatembelea na kuwaelimisha. Hebu unganisha kila balozi apatikane, huyu unawaambia wanunue mfuko mmoja wa mbolea wanawagawia kila mtu alime matuta kumi tu ya mfano ili wajifunze pale, kwa hivi kumbe matuta kumi naweza kutoa hadi debe tatu baada ya kulima heka nzima nikapata ile gunia. Eh, tufanye hivi. Akijibu changamoto hizo, afisa kilimo wa kata ya Nyakamwaga, Joseph Edson, amesema kuwa ofisi yake itaendelea kushirikiana na wakulima kutatua changamoto zote zinazowakabili ikiwemo kuhakikisha pembejeo za kilimo zinapatikana kwa wakati. Aidha, amesema kuwa wataanzisha mashamba darasa yatakayosaidia kutoa elimu kwa wananchi hususan mbinu bora za kilimo za kisasa ili kuongeza tija mashambani pikiana ni kuweza kupata mashamba darasa kutoka kwenye taasisi mbalimbali za elimu ambapo taasisi nyingi za elimu ziliahidi kutoa zipatazo eka mbili kwa ajili ya mashamba darasa ambayo yatatumika kwa ajili ya msimu ujao kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wakulima, lakini pia kwa wanafunzi kama watapata nafasi, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya kupata elimu kiujumla na kuangalia namna ya kukuza uchumi wa kata yetu kupitia kilimo. Katika hatua nyingine, Diwani Tumaini Pius Bulebi ametangaza vita na msako mkali dhidi ya watu wote wanaojihusisha na uuzaji na usambazaji wa pembejeo feki ikiwemo mbegu bandia, akisema kuwa vitendo hivyo vinawanyima wakulima fursa ya kupata mazao mengi na kuwasababishia hasara kubwa. Diwani huyu ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na viongozi pamoja na vyombo husika kwa kutoa taarifa za wahusika wote wanaojihusisha na biashara haramu ya pembejeo feki ili kulinda masilahi ya wakulima na kuhakikisha kilimo cha kata Nyakamwaga kinakuwa na tija endelevu. Kutoka kata ya Nyakamwaga Halmashauri ya Wilaya ya Geita mkoani Geita, mimi ni Kusekwa James.